Lakini swala letu ni kutaka kujua, je, miujiza ilikuwa inatekeleza majukumu au makusudi gani katika Biblia kiujumla? Na tukaona wiki iliyopita ya kwamba katika Biblia ukiangalia vizuri, miujiza haikuwa inafanyika kila siku, pana vipindi maalum na vipindi vitatu katika historia ya ukombozi kama ilivyodokelewa kwenye maandiko, na vipindi hivi ndivyo ambavyo miujiza ilishabiri humo. Vipindi vingine vya katikati, maisha yalikuwa ni ya kawaida tu okay? Maisha yalikuwa ni ya kawaida tu lakini, kuna vipindi vitatu katika Biblia ambapo miujiza ilishabiri na Sa, sasa na tuliona juma iliyopita kwamba kipindi cha kwanza cha kushamiri kwa miujiza, matendo makuu ya Mungu ya maajabu, ni kipindi cha Musa, kipindi cha Musa ambaye Mungu anamtuma kuwakomboa Waisraeli kutoka kwa, kwa utumwa wa Misri, na anamtuma kwa ishara kubwa na maajabu. Na Musa amefanya miujiza mingi sana, mapigo eh, ya Farao na watu wake, wakiwa jangwani, au kufunguliwa bahari ya Sham, jangwani injida ya vyakula na aina nyingine nyingi za miujiza. So maisha ya Musa na huduma yake inakuwa na miujiza mikubwa, lakini baada ya hapo maisha ya watu wa Mungu yanaelekea katika ukawaida yani, wanaishi kama kawaida, hakuna miujiza ya kila siku. Sasa sisemi kwamba miujiza iliondoka kabisa, lakini nasema kwamba ilikuwa nadra sana, sio mpaka vipindi vya Elia na Elisha ambao ndio manabii watangulizi, na ukiangalia maisha ya Elia na Elisha Amao, mbibu, manabi, juu ya miujiza juu ya miujiza juu ya miujiza. Alafu baada ya hapo kisha, maisha mambo ya kawaida. Eh, unaona wale manabii wengine kama kina Isaya na Yeremia, hapa yashamiri sana miujiza mingi, lakini katika mwanzo mwa wa vipindi vya manabii kama inavyoonekana ya katika maisha ya Elia na Elisha pana shamiri miujiza mikubwa, alafu baada ya hapo panakuwa na utulivu tena, mambo yanarejea ya kawaida, mpaka tena vipindi vya Kristo kuja na mitume waliomfuata, kisha miujiza inakuja kwa wingi sana. Sasa inaonekana hapo wazi kwamba Mungu anatekeleza malengo fulani umia milipuko hii ya miujiza. Miujiza haikukusudiwa kimsingi kuwa jambo tu la kutosheleza mahitaji ya watu, ijapokuwa miujiza ilitosheleza mahitaji ya watu, lakini hilo halikuwa lengo lake, ua lengo kuu, kama tulivyoona, uma ya miujiza ilikuwa ni kwamba Mungu alihutubia mjiza kuwa ni viashiria vya vipindi fulani muhimu katika mtiririko wa mpango wa Mungu wa ukombozi, na haswa kama inavyoambatana na ufunuo wa Mungu. Kwa nini nasema hivi? anatumika kuleta Torati, tunajua hilo ilosomezea Torati inakuja ikiungwa mkono kwa ishara na maajabu, maanake Mungu anatuma ujumbe kwa watu ya kwamba huyu Musa nimemtuma kwa maneno maalum mapya kutoka kwangu hu. Msikilizeni, huyu ni chombo changu maalum cha ufu Kwa sababu Mungu anaambia Musa kwamba nenda na wakikataa kusikia sauti yako watasikia sauti za miujiza unayofanya. Hasa miujiza inakusudiwa kuwa alama ya Mungu juu ya chombo fulani cha ufunuo. Huyu Bwana anaongea maneno. Ndiyo maana ujio wa torati unaambatana na ishara maajabu na miujiza. Kisha kipindi cha pili ambacho kujia chajiri ni kipindi cha manabii, hasa tukiona katika Elia na Elisha. Jambo kuu pale bado ni gani? Kwamba kwa, kwa mara nyingine tena Mungu anaongea na watu kwa njia ya moja kwa moja kuyaleta maneno mapya yatakayoongezwa juu ya torati na tunaweza tukajua kwamba hawa jamaa wanaleta maneno haya mapya kwa sababu Mungu anawathibitisha kwa ishara na maajabu na miujiza. So manabii wanaandika alafu napana ukini tena. Mara ya tatu anakuja Kristo na mitume. Kupitia Kristo na mitume ndiyo tumepata agano jipya, sio? sasa unakuta kwamba miujiza inaambatanishwa na ujio wa vipindi maalum vya ufunuo ambavyo vinapelekea kukamilishwa kwa maandiko matakatifu. Ndiyo sababu Mungu analeta muujiza so Kimsingi basi, kusudi jumla ya miujiza katika Biblia ilikuwa ni kuashiria kwanza ya kwamba tuko katika kipindi cha ufunuo.